Makuzo, mko amko, Makuzo, mko amko, sisi na Wakamba wataita, wataveta Mijikenda. We are one family, sisi ni ma cousins, na mimi nataka kuambia hii watu ya Kasongo, niliona mukipiga kelele ati mimi nashikana na Kalonzo. Hata mambo ya familia munataka kuingilia, mtu akiongea na kasi yake iko makosa? Wewe William Ruto, keep off family matters. Wacha yeye, wewe Usiingilie familia wewe. Umeharibu Kenya, umeiba kila kitu, umepiganisha kila mtu, sasa unataka kuingilia mambo ya familia. Makazini wakae pamoja, wasikae pamoja, makuzo wakae pamoja, wasikae pamoja, watembee pamoja, wasitembee Hi cousins. Hi cousins. Hi cousins. Hi makuzo. Hi cousins.